ii anamcha Mungu. Hivyo nakwenda kumtambulisha mume wangu mtarajiwa anaitwa Shedrack Bernard Kayumbu sababu nyingi sana hizo liozitaja ni 100 tu. Kwa sifa ambazo zilifanya nikaacha mambo mengine yote na kuanza kumfikiria ni Jovitha Joseph. Sifa ya kwanza iliyonifanya mpaka kwa mimi mtoto wa mzee, wa mzee Benadi Kayumbo kuanza kusema, huyu imichungulia kwa jicho lingine la pili, urembo wake umemteza Haya mengine haya mengine ndiyo yanayokuja kuchambua nini maana halisi ya huo upendo. Cha kwanza, nikiachana na mwonekano wako, ana hofu ya Mungu. hofu ya Mungu hiyo nimeifahamu baada ya kuingia katika maisha yake. Kingine, huyu binti ana heshima. semedi mnyenyekevu, ni msikivu. Kingine, anahuruma anajua kuchanganua nyakati kwamba huu wakati ni sahihi kwake na huu wakati sio sahihi kwake, hiki ni cha kukubali ama hiki si cha kukubali. Kwao nilipenda hicho na pia anamsimama.